Habari ya Jumapili mpenzi mtazamaji, na karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Jina langu ni Ramadhani Omary kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika maeneo machache hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu, nyanda juu kusini magharibi, na maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini. Na kwa usiku wa leo, maeneo machache ya mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi mvua na ngurumo za radi. Na maeneo mengine cha Rosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Makosa kwa kesho, maeneo ya mkoa wa Kagera, Geita, Mwanza, Kigoma, Katavi pamoja na Rukwa yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, mkoa wa Morogoro, Iringa, Njombe, Songwe pamoja na Mbeya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 Kwa mkoa wa Mbeya tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Morogoro tutarajia hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Na kwa mkoa wa Arusha tutarajia hali ya mawingu kiasi na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na mpaka kufia hapo kutoka mamlaka ya hali ya hewa, tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage, kwa heri.